Ni majira ya jioni safari, kuelekea nyumbani kwa Bwana Masudi Shaban, mkazi wa mtaa wa Kidatu B, kilomita 5 kutoka Tabora mjini. Timu maalum kutoka TANESCO mkoani Tabora imefika kwa ajili ya kumfungia umeme na kumkabidhi jiko linalotumia umeme kidogo, ambalo amekopeshwa na kulipa kidogo kidogo kupitia manunuzi yake ya umeme. Nimekuletea jiko lako kama tulivyokubaliana, tulikupigia simu. Ndio, karibuni sana. asante sana asante hivi ni vipimo vyake, lakini hivi ni vijiko au vitu vya kuchanganyia chakula mm. Sasa hili ni sio sufuria lenyewe hili ya jipya kabisa ambalo lina vipimo hapa. Programu hii inafanyika nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Tabora tayari wateja takriban saba wameshafungiwa umeme na mwitikio ni wa kuridhisha kama anavyofafanua afisa wa uhusiano na huduma kwa wateja Bwana Emmanuel Matuba. mwitikio ni mkubwa mkubwa sana kwa hapa Tabora mjini, tumeshapata wateja saba ambao tumeshawaunganishia huduma ya umeme na tumewapatia majiko, lakini pia tuna kesho tunaelekea Nzega ambao tuna wateja watano tunakwenda kuwafungia na kuwapatia majiko haya ya presha kuka, lakini pia tunaelekea Urambo na Sikonge kote huko tunakwenda kwa sababu tayari wateja wapo. Naitwa Masudi Shabani Mohamed, ni mkazi wa Kitadato B. Niliwasiliana na TANESCO ili waje waniwekee umeme. Nashukuru Mungu, amefika hapa wameniwekea umeme. Vile vile pia wameni, wamenishauri, vile vile, kuna huduma ya majiko, tunakopeshwa na unalipa kidogo kidogo kidogo kwa njia ya kununua umeme. Faida zake, kwanza inarahisisha, vilevile haili umeme sana Matumizi yake ni mazuri. Kampeni hii ya Konekti Umeme, Pika kwa Umeme ni programu maalum chini ya ufadhili wa mradi wa MAX ambayo inafanyika nchi nzima ikilenga kuwaunganishia umeme wateja wapya na kuwakopesha majiko yanayotumia umeme kidogo, kisha kulipa kwa awamu kupitia manunuzi yao ya umeme. TANESCO tunayaangaza maisha yako.